Kama yake kweli na, na, na hata well, awa wanatapita huko pia wanakuja kusema kwamba majani mekuwa mengi sana pale eneo, hasa aleta picha mbaya. Ni mm, ni vyema ah, baada kwa ya muda kidogo uenda kufanya usafi. Kesho asubuhi nitakuja hapa, au sio mjomba? Uelewe vizuri

Wewe ndo kazi zako hizo. Na jamaa ninakwambia, utamalizana naye. Umefuata wapi hela ndogo na kofia moja, kweli? Labda ii ile mwenye ndo kupalilia mihogo kule, sawa, mwambie mwanangu, mwanangu nikakata ule muembe pale, tupige mkaa

Leo hapa zekipara na kuomba uje haraka sana katika ngome yetu. Asante sana. ujkuj kuje ukujee wakunjee kujee mkuu, nimekuja kusikiliza wito wako mkuu. Asante sana Mzee Kipara. Ia mkuu, nimekuja hapa kwa taarifa a mkuu, zindiko hili ni miaka mingi sana huko nyuma litafuta na kulisaka, mimi na mwenzangu Mzee Hoba Yanko, tukashindwa kulipata, Yanko naliokuwa kama hivi <laughs> Mshirika mwenzangu, kile kitu tunachokitafuta kwa muda mrefu ni hiki hapa bila <laughs> <Mhira> shaka. <laughs> Mshirika mwenzangu <laughs> ndio, hakuna muda wa kupoteza, sio salama sana hapa, tuchukue tuondoke. Itakuwa na nguvu za ajabu sana katika kijiji chetu, hakuna kututezea. <laughs> Mshirika mwenzangu, kwa hichi kichotokea leo mimi basi tena, uchawi umeshanishinda. Haiwezekani kunisaliti, haiwezekani kunisaliti, haiwezekani! Unafanya nini wewe? Unafanya basi nini wewe? Basi tena Unankosea sana hivyo, belivyokuwa tinko sasa nitakuagiza wewe mzekipara pamoja na wesio Wende kwa mkohoba wewe na wenzio, ndio ukamtake na, na kumwambia kwamba lazima aweze kurudi katika ngome yetu ili kupata nguvu zaidi ukabili ili zindiko. Pindipo atapokataa basi Nakuomba muletee msukule hapa, tia mkuu. ko, ko! Baadaye tutamla nyama, ni lazima. akikataa kwa mara ya pili, hawezi kusali tu cha ataliwa nyama, nakuaminiko. Wanyamamanyama, wanyamamanyama, yeah. nyama. Yeah. nyama ya ng'ombe, yeah. nyama ya mtu, yeah. Kunje kunjee kuje kunje, kunje, kunje. Shirika mwezetu, tumetumwa na mkuu tuje tukwambie, tuungane nguvu kwa lengo la kulipata zindiko ambalo mlitafuta muda mrefu huyo na mkuu bila mafanikio hivyo basi ametuambia tukwambie uingie kwenye kazi ili kulipata zindiko. Sikilizeni, mwambieni huyo ali kutuma mkuu wako huyo mweleze hivi, mimi kwenye uchawi tena basi kingine, kama nimeshindwa kutafuta nguvu zenu wenyewe huko basi mjue kabisa kwangu mimi sipo tena. Leo iwe mwanzo na mwisho kufika kwenye kijiji changu, imana yangu yote inayozunguka. Sitaki tena kuwaona mkikanyaga hapa. Mwelezeni hilo mkuu wenu. Nadhani unajua kwamba mchawi hastaafu kazi. Pia mkuu katwambia, usipokubali kushirikiana naye basi tukutoe msukule, msukule. Unanielewa kitu nachokwambia? Mimi sija stafu uchawi, bali nimeacha hivyo. Basi tafuteni mbinu zingine, mimi kwenye uchawi tena sipo. Tokeni hapa vijana, tokeni, tokeni, tufanyeni kazi yetu.

Mjomba <laughs> mjomba, itabakina nani mimi mjomba? Ikeni mjomba umeondoka. Nafuta chozi kulia. Shoto la nidondoka na nani poze kulia, aliyebaki ameondoka. Nitashika wapi mimi, niegeme wapi? Mbona kwangu haya? Jamani, nifanye lipi? Histori imejamo mivuna kara kama ningeweza singelusu. Haya ona mama yangu sijamwona maziwa yake sijanyonya. Yaani kama umelala ulipo, yaani kama utamka kesho <tri> <tri> <tri> <tri> <tri>

<laughs> washirika wangu, leo ni siku ya furaha sana kwangu, natumai na kwenu pia. Ndio mko huyu <laughs> alikuwa mshirika mwenzangu kama alivyokuwa shirika nyinyi. Ndiyo mkuu, ila amepinga amri zangu, ndio maana nikaamua kumtoa hivyo. Sasa yoyote yule ataipinga amri zangu nitafanya kama alivyomfanya huyu, na huyu atatumikia kwa muda wa siku saba. Naombi mkuu. <laughs> Ndio, kabla hizo siku inabidi anitumikie kwanza huyu mkuu. <laughs> Kibangoro, umefanikiwa. Baada ya siku saba, tutamla nyama sasa. <laughs> Ni muda wa burudani. Ndio, tutakwenda kupata ngoma asema <tipa> kunje kunje kunje kunje kunje kunje kunje kama nyama ng'ombe tamu na mtupia mtamu, aya, kama nyama ng'ombe tamu

siku ya burudani ila tutaishia hapa ndio ndio huko burudani, burudani. itakuja kuendelea tutapokula nyama siku ya saba <laughs> <laughs> tuna majukumu mengi ya kufanya kwa hiyo ni waombe twende kwa majukumu ya kufanya ila huyu ninakukabidhi kwa ajili ya kukutumikia Yonko. <laughs>

Nakuahidi sitakuwacha mjomba ngu, nitakukombania mjombaangu, nakuahidi mjomba kopamoja n maelezo mjombangu, akuahidi mjombaangu takuja kila siku mjomba, kuenda naekutegemea mjombaangu, lakini endo ameondoka mjomba. Sawa namanao, basi nitajitahidi mjomba wangu kuja kuliangalia kaburi lako kila siku, nakulikavilia. Nitachukua maelezo mjomba, kama ulivyoniambia. Nitajitahidi basi, sitokuangusha mjomba wangu, uwe tayari, umeshakubalia kuacha peke yako, mimi na nitapigana kadri ya uwezo wangu nyumbani umia sana kwa mjomba kuondoka, na unajua wazi kuwa Mwenyezi Mungu ndio mwenye kupanga kila kitu. Sisi tumempenda sana mjomba, lakini Mwenyezi Mungu kampenda zaidi. Kwa hiyo haina haja, kila nitakapokuja nikakuta peke yako nikuta unalia, mimi sifurahii, na niko tayari tuishi bega kwa bega. Kwa hiyo haina haja ya kulia, kwa sababu unajua wazi kwa mimi na wewe ni marafiki tena ni ndugu kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani kuwa unge moyo wako ungeridhika na Mwenyezi Mungu alichokifanya, sawa Sizonje? Nashukuru sana, lakini unajua Sizonje alipanga na muongozi k yomba, ndio tayari nishaondoka, lakini kila nikikaa kama hivi nafikiria sana kibanga huku anajua kama mama yangu ateseka sana Sizonje basii msaada wangu ndio bakia basi, akwalichila mjomba vizuri sana. Mimi nafikiria kwa sasa kwenda nyumbani, kwa sababu kila ukiendelea kukaa hapa, basi nadhani nitakuwa katika hali mbaya. Karibu na shirika, wenzangu, hatuna haja na karibu yako, kicho tuleta hapa, tumetumwa na mkuu hivimia yeah. Unategemea nini? Mpaka leo hii bado hujapeleka majibu kwa mkuu, unasubiri nini? Yapata yeah, wiki mbili, sisi hujapeleka majibu kwa mkuu, unategemea nini? Ni kweli wenzangu, lakini ni lakini kazi ni ngumu sana, naomba ni mipe siku tatu tu, mimi naleta majibu siku tatu. Akati umetumia wiki mbili nao umeshinda siku tatu. Je, utaweza hivi? wewe unafikiri mimi mume wangu nilikuwa simpendi? Nilikuwa nampenda sana mbona nimetoa kwa mkuu na tushamla nyama. Bila kupoteza muda, tuondokeni maana mkuu ametupa kazi tukawalishe misukuli. Toko mbali sana. tena ah, mbali nimechoka. Na naztosha njia sizijui nimepotea huko. mm -hmm. mm -hmm. Usijali. Yaani hichi katika kijiji cha Dongongo nitakuja nikufahamishe kuna siku njia zote. Sawa. Ah, utafanya vizuri tena utafanya la maana sana ah. Sawa, hata hivyo mm -hmm. na mfuata nakazi kidogo Lakini chai. Ah, wewe usijali. Hapa ni mbali.

Mabza kipara. Ah, habari za muda? Ah, tunashukuru safi lagi. Salama kabisa mkuu. Naam. Mmekuja kusikiliza wito wako, asante sana kwa kuja. Ndio mko. Mabza kipara. Ndio mko. Natumai kuna jambo chari nimelifanya, ndio mko. Kuna mtu nimewagiza kumfuatilia sizonjea ambaye ni nia. Ndio mko. Ila mpaka hii leo bado sijapata marejesho wote kutoka kwake. Hivyo nakuomba fuatilie nia kamwambia, ndio mkuu, kwamba nilichomwagiza kwa sizonje nahitaji majibu aweze kurejeshia kwa haraka sana na kamwambie nia, pindipo akikosa kuletea majibu, ndio mkuu, basi muda wake wa kuishi upo karibu sana, ndio mkuu. Nadhani najua vizuri, nitazifikisha za salama na hivi nikitoka hapa, basi nitaenda kwake nzakipara. Mi nakuamini. Ndiyo mpo? Mpo. Naweza nikaenda? Unaweza ukaenda. Sawa.

Hapana mjomba wangu, ameshafariki sijafariki, mjomba. Hizo ni mbinu tu na hila za wachawi, mimi niko hai mjomba. Tafadhali sana na kuomba mjomba, nenda kwa rafiki yako Sizonje akusaidie mje mnitoe huku mjomba, nateseka mjomba.